Tuipeleke mahakama za mwanzo, ifikie wakati kila tarafa iwe na huduma za mahakama za mwanzo, kila kata iwe na huduma za mahakama za mwanzo za kisasa zenye teknolojia. Utaona nchi yetu itakavyobadilika. Eneo lingine ambalo nilikuwa naomba sana tuendelee kuliangalie, hasa katika matumizi ya teknolojia. Changamoto tunazokutana nazo katika matumizi ya teknolojia zisitukatishe tamaa, kwa sababu tunaingia katika eneo ambalo hatujalizoea. Wote tumesoma katika dunia ya karatasi, dunia ya vitabu, tunahamia katika dunia ya kidijitali. Kwa hiyo tuwe tayari kuondoka huko, kwa sababu dunia inahama. Kwa hiyo tunapokutana na changamoto katika matumizi ya teknolojia, katika matumizi ya vifaa ambavyo tumewekeza, tusikate tamaa, hasa majaji wa mahakama za juu, mahakama ya rufani. Ukiangalia mwamko katika mahakama kuu, mahakama hakimu mkazi, mahakama za wilaya mwamko wa matumizi ya teknolojia ni mkubwa mno. Nilipata bahati ya kuhudhuria mkutano wa waheshimiwa majaji wafawidhi, lugha waliokuwa wanaizungumza ni lugha ya watu ambao wanaogelea katika teknolojia, ni lugha ambayo sisi tulioko mahakama ya rufaa tukisikia nadhani tutaingia na uoga wakati mashauri ya kidijitali yatakapoanza kufika kusikilizwa katika ngazi ya rufani, pale mapungufu yetu ndio yataonekana, kwa sababu presha ni kubwa kabisa. Mahakama kuu Geita saizi hawagusi karatasi kabisa. Sasa rufaa zao zikifika mahakama ya rufani, kuna hatari majaji wa rufani kukimbia. Nawaambia ukweli kabisa, imefikia kiasi kwamba hata majaji wa mahakama kuu Geita wanaogopa kuhamishwa kwenda kwenye mahakama zingine za kanda, kwa sababu dunia tofauti, dunia yao ni tofauti kabisa na dunia watu wengine. Mara ya mwisho wengine waliona karatasi sijui tangu mwaka juzi, hawagusi karatasi lakini sisi wengine bado tunaogelea katika dunia ya karatasi, na tukipata kila sababu ya kutotumia teknolojia tunaegemea kwenye hiyo sababu. Kuna wengine mawakili wanakuja wanaomba, tunataka kusikiliza kwa njia ya video, wanakataliwa. Hamna dhambi kubwa kama hiyo. Magereza saa hizi wanataka mashauri yao yote ya rufani yasikilizwe ya kwa njia ya mtandao. Lile jengo kubwa la makao makuu, wengi wanatuuliza tumejenga jengo kubwa sana Dodoma, tutamfikiaje mwananchi wa kawaida? Na sisi tunasema kutakuwa na majopo ya mahakama ya rufani ambayo yatakuwa yanasikiliza rufani kwa njia ya mtandao mwaka mzima kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, tukiegemea zaidi katika magereza yenye misongamano ya rufani. Inawezekana kabisa kwamba mwaka mzima makao makuu ya mahakama ya Tanzania mashauri yanasikilizwa ya, ya nchi nzima. Hiyo ndio njia moja ya kuweza kufika nchi nzima. Vilevile vipindi vya mafunzo kutayarisha vipindi vya kuwafundisha watu masuala ya kisheria yanaweza kutengenezwa pale, na tayari tuna jukwaa la teknolojia ya kutoa mafunzo ija. Tukiunganisha na makao makuu, tunaweza kutoa mafunzo hata msaada wa kisheria nchi nzima tukiwa pale pale. Tunachotakiwa sasa ni mabadiliko makubwa ya kifikra. Kwa hiyo, tuwe na tahadhari kwamba dunia tunayokwenda sio dunia ya makaratasi, na Tanzania tunasifika kwamba tunaweza kabisa kubadilika na kuingia kwenye dunia hiyo.